Wingu la simanzi limetanda nchini kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ambaye ameaga dunia asubuhi ya leo huko India akipokea matibabu. Ripoti zinaarifu Raila aliaga dunia kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Familia imedhibitisha wakati alipoaga dunia, mwanawe Winnie Odinga na dadake, ambaye ni mwakilishi kike wa kaunti ya Kisumu Ruth Odinga, walikuwa India. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari 7 Ramogi Oginga Odinga na Mary Juma Odinga. Raila alisomea katika shule ya msingi ya Kisumu Union na, na baadaye akajiunga na chuo cha kiufundi cha Magdeburg huko Ujerumani kusomea taaluma ya uhandisi wa mitambo, wenyewe anasema mechanical engineering. Kabla ya kuwa waziri mkuu, Odinga alikuwa mbunge wa Lang'ata tangia mwaka 1992 hadi mwaka 2013 pia alikuwa waziri mkuu tangia mwaka 2008 hadi 2013. Amekuwa kielelezo kwenye ulingo wa siasa, hususan kupigania uhuru wa vyama vingi nchini wakati wa uongozi wa hayati Daniel Toroitich arap Moi, na alishikwa na kutiwa mbaroni kwa kipindi cha miaka 6 tokea mwaka 1982, na akachiliwa miaka sita baadaye, Februari ya mwaka 1998. Raila ndiye mwanzilishi wa chama cha ODM. Alihusika pakubwa kwenye kuunda katiba ya mwaka 2010 na amepigania kiti cha urais mara tano bila mafanikio yoyote. Raila Odinga amemwacha mkewe Aida Betty Odinga, wanawe Raila Junior, Rosemary Odinga na Winnie Odinga. Hayo yakiarifiwa, Rais William Ruto ameitisha kikao na baraza la mawaziri saa nane unusu wa dhuhuri ya leo. Azidi kupumzika pema palipo na wema, nikiripotia tanzia ya Raila Omolo Odinga. Anafahamika kama Kagunda Kelvin.